wa mlango wa istikrad wa adau duyun walhijri wataflis. Mlango huu tuliuanza, mlango wa kukopa, namna ya kukopa na pia kulipa madeni. Mlango huu au hadithi hii ya leo imeanza na kichwa cha habari semacho idha qadha duna haqihi au halalahu fahuwa jaiz. Mlango huu unazungumzia idha qadha duna haqihi, pale mtu atakapolipa deni analodaiwa chini ya ile haki yake au tofauti na kile anachodai au halalahu fahuwa jaiz, au akamuondolea kabisa ledeni yani yule mdai wake. Hili ni jambo ambalo ni jaiz kama itakavyokuja katika hii hadithi ya Mtume sal sallallahu alaihi wasallam pamoja na hawa maswahaba. Akasema, hadathana Abdan akhbarana Abdullah akhbarana Yunus

na alikuwa anadaiwa ana deni juu yake, yani akidaiwa, fashtadda alghurama, wale wadai wanaomdai wakawa wakali dhidi yake au dhidi ya yale madeni yao wanayodai, manake wakazidi kudai zile deni zao hukukihim katika haki zao ulizokuwa nazo kwa huyu bwana aliyefariki. faataitu nabia sallallahu alayhi wasallam, akasema nikamwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam. fa wsaa fasalahum faataitu nabi sallallahu fasalahum anyakbalu tamra ha it Jabiri anasema nikamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam nikamuomba, nikamwomba awatake hawa mabwana awaombe wakubali mitende yangu au tende zinazopatikana katika mitende yangu. Yaani hawa wanamudai, kwa wakimdai baba yao wa. Lakini kuna tenda ambapo zipo juu ya miti juu ya mitende ambazo ni rutab, wayuhallilu abi, na wamwachie au wamondolee baba yangu kile wanachomdai. Fa abahu, akakataa. Na mtume sala salama akawataka hivyo, kwamba huyu bwana anasema kuna mitende aina tende atakupeni ili muweze kugawana nyinyi mnaodai, lakini ile deni mmsamee. Na hii inaonyesha kwamba tende hizi zilikuwa ni chache, yaani kuliko ile deni ulilokuwa ukidai kwa kidai kukidai, yani tende nyingi, lakini zile zinazopatikana pale zilikuwa ni chache. Kwa hiyo baada ya kuwataka mtume sallallahu alaihi wasallam wamkubalie zile tende akakataa, au akakataa fa abau

Isha asubuhi, Mtume sala salama akadamka akaenda kwa Jabir. Ina asbah, pale ilipofika asubuhi. Atwafa fi nahli, Mtume sala salam alipofika pale, akazunguka katika mitende ile mitende ya Jabir ambayo alikuwa akitaka anataka kuwapa wale mabwana, akazunguka Mtume sala salama katika ile mitende. Wadaa fi thamariha, akaiombea ile miti yake kawa mtume saalahasalam anazunguka pale, anaomba anaiombea, bilbaraka, kiombea e, baraka ipatikane katika ile miti. fajadattuha fajadattuha, faqadaituhum wa bakiya lana min tamriha. Jabir ibn Abdullah, baada ya mtume kuzunguka pale na kuomba dua, Allah abariki ile mitende, Allah kweli alibariki ile mitende. Jabir akasema upajadatuha tuha nikaivuna, nikavuna zile tende, pakahaituhum nikawalipa yale madeni au kile wanachodai, nikalipa. wabaki lana min tamriha, kisha sio hiyo tu, zile tende zikawa zimebakia, zile tende pamoja na kuwa zilikuwa ni chache, lakini Sallallahu alaihi wasallam baada ya kuziombea dua, Allah akabariki, zikawa nyingi, akawagawia yale madeni yao yakamalizika na zile tende zikabakia. Na hiyo na haya tumeyaona katika mambo mengi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, alikuwa akifanya hivyo. Kwa hiyo hapa katika hadithi hii tunaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtaka huyu bwana, aliwataka hawa wanaodai wa Uwe chini ya kile kiwango wanachokidai, kwa maana kwamba hili ni jambo ambalo ni jais. Kama wangekubali basi wangepewa, na ndio maana kichwa cha habari cha mlango huu kikaja: ba idha qadha duna haqqihi au halalahu fahuwa jais, yani mtu anapolipa chini ya ile deni lake au akamwondolea ile deni sema, basi basi, eh, mimi nakuondolea, ni jambo ambalo ni jais na kama tunavyojua katika mlango wa bei vilevile wa kuuziana, ni e kwamba unapomuuzia, e, mtu kama ni tende au mazao yoyote, anatakiwa arejeshe kwa kile kiasi ambacho mnapouziana, kwa maana inabidi vilingane, kama tulivyosoma katika mlango wa buyo kwamba inabidi vilingane, yaani kama ni debe kwa debe, kilo mbili kwa kilo mbili, yaani visipishane. Ndio maana aliutoa mlango mmoja tu. Kasema katika babu al-araya, unafaa kuuza tende ambazo zilizokauka kwa tende mbivu zile ambazo zinatoka katika mti. Inafaa kwa mlango wa dharura, kwa sababu yule anayeuza au yule anayenunua anahitaji zile tende ambazo ni mbivu, anaziita rat, anazihitaji. Kwa hiyo, kwa maana hiyo inafaa kufanya vile kwa sababu ya dharura ile huyu anahitaji, lakini hana pesa ya kununua. Kama ilivyotaja masharti, inabidi abadilishe, lakini katika kubadilisha zile ni na hizi ni tenda ambazo ni kam, kwa maana kwamba zile zitakapokauka kama tutaziache zikauke, kwa mfano zinaweza zikapungua kuliko hizi alizo alizompa. Kwa maana hiyo ikafaa kufanya vile, kwa sababu ni katika mlango wa dharura, na vile vile katika mlango huu wameoingiza milango kama hiyo, ni katika jambo ambalo linafaa. Anaweza akalipa zile ambazo bado ni mbivu, hata kama zikikauka pengine zinaweza zikawa ni chache mno, zinaweza zikapungua. Lakini huu ni mlango pia unaingia kama ule mlango wa araya, unaingia kama vile ule mlango wa araya, kwa sababu hapa analipa deni na anayelipa deni anaweza akawa anacho au anaweza akawa na upungufu katika liye mali aliyokuwa nayo zaakawa na mapungufu mengi. Kwa hiyo anaruhusiwa kulipa hata kama atalipa upungufu hapo, lakini kwa masharti kwamba iye yule anayedai, kama ataridhia hilo hali na shida. Na hapa ndio maana hawa mabwana walipokataa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwalazimisha, lakini wangeridhia, Mtume sallallahu alaihi wasallam angehukumu. Lakini kwa kuwa walikataa, Mtume sallallahu alaihi wasallam naye hakufanya hivyo, bali aliombea

Kisha akaendelea katika mlango huu unaofuata kwa kusema, babu idha qasa au jazafahu fi dain tamran bi tamrin au ghairihi babu idha qasa qasa, kwa maana yatokana na kisasi, na hapa anakusudia yani, kisasi kwa maana n yani, kumlipa mtu kisasi, lakini hapa anakusudia haswa ni mtu ambaye ana deni, yani mtu ambaye unamdai unamdai alfu kumi lakini ikatokea na wewe, yani una mfano wake, yani mnadaiana, wewe unamdai na yeye anakudai, kama kile unachomdai na yeye anakudai mfano kile anachokudai. Sasa anasema hapa idha qasa au jaadhafahu kaswa, kwa maana kwamba ukamwambia kwamba kile unachonidai kwa sababu kinalingana na hiki ninachokudai basi itakuwa inatosha, kwa maana tulipane. Wewe unakudai na wewe unanidai, kwa maana tulipane. Hapa inaitwa kaswa au jadhafahu fi deni, au akamfanyia almujadhafa katika deni. Mujadhafa maana yake ni kukadiria, kilo mia moja, lakini wewe katika kumlipa ukakadiria chukua hizi hapa, yani uh, kiasi tu fulani, kawambia chukua hizi hapa yani bila kupima. Kile anachokudai wewe kipo katika kipimo, pengine ni kilo mia moja, lakini wewe katika kulipa ukafanya mujadhafa, kwa maana kwamba ukawaambia chukua hiki hapa au kiasi hiki hapa bila kupitia katika vipimo au katika kilo. Katika hali kama hii anasema fi deni, katika jambo katika yanayohusiana uh, uh, na deni, yaani huyu yule anayedaiwa huyu, anadai yule, anamdai yaani, kufanye hivyo, je ni jambo ambalo linafaa? Kwa maana kwamba anakudai wewe kiasi kinachojulikana kilo zake au uh, kitu ambacho kinajulikana, lakini wewe ukamlipa tu kwa kukadiria au chukua hiki hapa, katika namna kama hiyo, tamran di bitamri au ghairi. Sawasawa, ni tende kwa tende, kwa maana yeye tende zake zinajulikana ni kiasi gani, lakini wewe katika kumlipa, ukamlipa tu bila makadirio, yani bila kile kiasi anachodai, tamri bitan au ghairi au jambo lingine hili wanasema ni jambo ambalo linafaa, ni katika huuhu mlango ambao tumeusoma hapa nyuma, kwa sababu hapa ni katika kulipa deni, hapa yupo katika mlango wa kulipa deni na ni katika mlango ambao unaingia katika dharura. Akasema katika hadithi hii hadathana Ibrahim ibn al-Munzir, hadathana Anas an Hisham an Wahab bin Kaisan an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma annahu akhbarahu anna abahu tufiya kama baba yake alifariki. Wataraka alayhi 30 uh, wasqan lirajulin min alyahud, akaacha 30 wasq wasq 30 za Myahudi mmoja ambaye alikuwa akimdai, yani kuna Myahudi alikuwa akimdai wasq 30, uh, uh, na waski moja ni sawasawa na uh, pishi stini pishi stini, au swa pishi stini. Na pishi moja ni sawasawa na kilo mbili na nusu, kama ilivyo wewe ukipiga kilo moja na nusu mara hizo sitini, ukakuta uh, ni kilo nyingi, karibu eh, kilo karibu 400 hivi karibu 100 na kitu, karibu 100 na 80. Kwa hiyo hizo ndizo alizokuwa akidaiwa na huyo Myahudi Fastandharahu Jabir fa aba an yunzirahu, Jabiri akataka ampe muda, yaani ukulipa hili deni uh, baba yake amekufa na baba yake alikuwa kidaiwa ni deni hilo, inabidi alipe, lakini Jabiri kwa sababu hana akamtaka ampe muda ili amlipe baadaye. Fakallama Jabir Rasulullah fa aba an yunzirahu yule myahudi akakataa kumpa muda, yani aka sema hapana, haiwezekani. Yani anataka dini lake lilipwe. Kisha akasema: fakallama Jabiri rasulullah sallallahu alaihi wasallam manliyashfaa lahu ilayhi. Yule Jabiri akamsemesha Mtume sallallahu alaihi wasallam ili amfanyie shafaa kwa yule myahudi, yani akamwombee, eh? ampe muda wa kulipa, kwa sababu hana kwa wakati ule. Fajaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akallama alyahudiyya, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akamsemesha yule Myahudi. liyaakhudha thamara nakhlihi billadhi lahu, akamsemesha yule Myahudi akamwambia chukua. yakhudha thamara nakhli, achukue matunda ya tende zake ya mitende yake. Yani kuna mitende ina tende, achukue ile biladhi lahu, kwa kile anachodai, yani iwe ni badala ya kile anachokidai kwa Jabi. Lakini inaonyesha kwamba hapa zile tende zilikuwa ni chache pia, yani zile tende za kumlipa zilikuwa ni chache, na ndio maana yule myahudi alikataa takia mwanzo, na hapa anataka shafaa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, amwombee ili akubali yule myahudi kwa ule uchache wa zile tende zake. faaba akakataa yule Muyahudi, pamoja na kuwa mtume salaa salam anamwambea, lakini akakataa. Fadakhala Rasulullahi sala aw salam annakhala mtume saaa salama akaingia katika ile mitende ya e Jabiri radhiyallahu anhu. Famasha fiha, akawa anatembea katika ile mitende. Thuma qala li Jabir, kisha akamwambia Jabir, baada ya kuzunguka, kuzuguka, tembea tembea katika ile mitende, akamwambia Jabir, juddalahu lahu, mvunie n yani zivune, ili umlipe kilichokuwa chake fa aufa lahu alladhi lahu. Yule bwana Jabiri, akawa amevuna zile tende na zikawa zimekamilika kwa kile kiasi kinachotakiwa. Fa aufa lahu alladhi lahu, akamtekelezea kwa maana, akamlipa kile anachodai, ikawa kimetekelezeka. Hakuna kilichobakia katika deni hani zile kwa uh, dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallama na Allah subhanahu wa ta'ala, akawa amejia baraka katika ile mitende ikawa nyingi, akalipa mpaka akatekeleza ile dini. fajaddahu baada ma raja rasulullah rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, akasema. Hapa anasema tulienda mbele kidogo. thumma qala li jabir, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Jabir Jodda lahu, kwa maana mvunie, yani zivune ili umlipe. Fa aufi lahu alladhi lahu, na umtekelezee kwa maana umlipe kile ambacho ni chake, kisha umlipe. Fa aufi, umlipe kile ambacho ni chake anachodai. Fajaddahu baada ma raja rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akavuna pale aliporudi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani Mtume baada ya kumwambia yale, yeye aliondoka zake, kisha Jabiri akavuna. Fa jaddahu baada ma raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baada ya kurejea mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa faaufahu 30 waskan, kisha akamlipa zile waski 30, yani zikawa zimekamilika zile waski thalathini. Wafadalat lahu sabaa ashara, kisha sio hivyo tu bali zikawa zimezidi, yani zikawa zimezidi waski zingine 17, yani ametekelezea zile zake thalathini na zikazidi zingine wasiki kumi na saba. Fajaa jabiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Jabiri akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya yya hayo, liyukhbirahu billadhi kan, ili ampe habari kwa kile kilichotokea katika tendo hili. Kana fawajadahu liyukhbirahu billadhi kana fawajadahu yusalli alaasra, akamwendea mtume sallallahu alaihi wasallam akamputa anaswali sala ya alasir, falamma ansarafa akhbarahu bilfadli. Mtume saa a salama alikumaliza kuswali swala ile, akampa habari ka ile ziada iliyozidi, kwa maana nimevuna hizi nimepata waski zile 30 anazodai yule Myahudi, na sio hivyo tu, bali zimezidi zingine waski kumi na saba. Akampa khabari hiyo, faqala mtume saa aw salama, akamwambia Jabi, akhbir dhaka Ibn al-khattab ibn al-Khattab mpe habari hiyo, kwa maana Umar ibn al-Khattab yani kamwaeleze Umar ibn al-Khattab. Fa dhahaba jabiru ila Umar, Jabir akaenda kwa Umar radhiyallahu anhu. Fa faakhbarahu, akampa khabari. Faqala lahu Umar, Umar yakamwambia Jabir, lakad alimtu hina masha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar yanamwambia mimi nilishajua yani kwa sababu haya ilitokea mara nyingi sana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam pale anapokusudia jambo na kuliombea jambo. Ameombea vitu vingi mtume sallallahu alaihi wasallam, nikao vinatosheleza. Kwa hiyo Omar anamwambia Jabir kwamba mimi nilishajua kwa ile hali imeijua kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hii na masha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eh, pale alipo, oh, alipokwenda mtume sallallahu alaihi wasallam layubarakanna fiha kwamba yani atabarikiwa au atabarikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam atabarikiwa kwa ile dua yake anayoiomba. Layubarakanna fiha kwamba ata, uh, atabarikiwa. Hakusema kwamba atabariki mtume sallallahu alayhi wasallam, bali akasema layubarakanna, kwa maana anayebariki, anayetabarakane Allah subhanahu wa ta'ala, akasema layubarakanna, kwa maana atabarikiwa kwa maana dua anayeiomba mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwamba inabarikiwa, inatiwa baraka na mtiaji baraka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo layubarakanna hakusema layubarikanna ili awe ni mtume sallallahu alayhi wasallam ndo anakibariki kile kitu, bali mtume sallallahu alayhi wasallam atabarikiwa katika kile anachokiomba, na anayebariki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akabariki ile dua ya mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa imetosheleza au zile tende zimetosheleza kile kiasi kilichokuwa kinatakiwa kia, a, ina. Kwa hiyo hapa pia inaonyesha kwamba mtu unaweza ukalipa au mkalipana, kama unadaiwa kiasi anachokudai mtu na wewe ukawa unamdai e, kiasi fulani ambayo vinalingana, unaweza mkalipana. Ni jambo ambalo linajuzu, yaani ukamwambia kile unachonidai na mimi hiki unachonidai basi iwe ndo malipo tunalipana ha? Au vile vile kulipa deni kwa mujazafa, yani deni kwa maana anaku anakudai kiasi fulani, kama hapa anamdai tende 30 anamdai zile waski 30 lakini mtume sala salama mwanzo alitaka amlipe kile kiasi alichokuwa nacho kwa maana, pamoja na kuwa zilikuwa hazikamiliki zilikuwa hazikamiliki. Hiyo ni mujazafa, kwa maana chukua hiki